Mheshimiwa Ferdinand Kambere, wewe ni katibu wa kudumu wa chama cha PPRD chake raisi mstaafu Joseph Kabila. Mahakama ya kijeshi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo iliweza kutoa ombi kwa baraza la Seneti kuweza kumtolea au kuondoa kinga alionayo rais wa zamani ambaye ni raisi mstaafu tena vilevile, vile ni senato wa, wakati maisha yake yote. Sijui kwa upande wa baraza la Seneti, wana uh, masaa uh, sabini na mawili ili waweze kuchunguza swala hilo ili wafahamu ikiwa wataondoa kinga ya rais mstaafu au la. Sijui wewe kama vile katibu wa kudumu wa chama hicho una uh, neno gani au maoni gani kuhusu hali hii? Karibu. Uh, ndio, aksanti uh, kwa kwa ulizo achana la Afrika, lakini ile ambayo tunaiona kwa sasa ni vitisho tu ambayo serikali ya Chisekedi inaendelea zidi ya rais mstaafu Joseph Kabila Kabange, vitisho tu, vitisho ambavyo havina msingi wowote na haviambatani hata na sheria moja kati ya nchi zetu kati ya nchi yetu ya Congo. Yeye kama senate mpaka kufa ni usena, hakupewa na seneti. Ni usenat ambao uliupewa kwa kufatana na yeye kuwa rais mstaafu, ambaye alikuwa rais kwa kupitia njia ya uchaguzi. Na huyu si, si senati ambayo alichaguliwa na wadepute provensio. Hapana, ni senat haiko kwa muda fulani au kwa miradi fulani au kwa mandaa sijue kama tunaweza sema vile ni sana mpaka kufa kwake alo hii ambayo inaendesha kama vitisho kupitia huyu waziri wa mambo ya ya, ya, ya ya justice mutamba na makartasi zake za kuomba mapesa zinatoka hadharani aombe pesa kama ye atafatilia vitu vya rais mstaafu Joseph Kabila E, watahesabia wataendelesha, wata hii njama ya kumfungisha ni vitu vinaonesha ile sura mbaya ambayo ina iko ndani ya nia za Chisekedi, na anawaza kama anasahau kama kesho ni yeye atakuwa rais mstaafu kesho. Hapa hii manda yake yote ya pili hapa sasa, sitaimaliza tu hii kukuwa tu nyuma ya rais mstaafu atafuta afanye, afunge chama chake PPRD. Gisi mulisikia waziri ya mambo ya ndani akipita kwa RFI anasema bo, yeye ashatuma ya mastaki yake kwa parquet general ya cour constitutionnel. Bona hawa inakuwa ministre wa justice anamwambia sasa, huyu jamadari msta eh, eh, anayehusika na mastaka kwa ngambo ya kijeshi. Sasa eh, ni, ni kama theatre tu. Eh, na leo tunakuwa tukichunguza kweli wanapenda wafikie wapi. Kama ingekuwa vitu kabisa vya vya kusema wanaendesha na wanafatana na kanuni za sheria, singekuwa procureur general wa cour constitutionnelle ndiye alipashwa kupata vyote kama vinavyokuwa, kama mapreve ya hii mashtaka yao ya bongo. Kusema alifika Goma kusema yeye hakuwa na hukumu, kila mara ile wanaita agression agresio ambayo wenyewe ndio walitafuta Rwanda aje na M23, hapa wanaenda kwa ac wote wanasapoti sasa M23 amekaba migini kubwa kubwa na maeneo kubwa ndani ya Congo, wao hawafuatilie ile vifo vya watu, hawafuatilie kuiba na kupora mali ya serikali gisi ile ilisemeka na waziri wa zam, zamani e, Nicolas Kazadi ule walikuwa wani mtapa kama chef inspecteur general wa finance ule jila alingeti, hii haiwa- haiwahusu. Wanapenda wafute ile yote ambayo inatoka nje kama wizi wao na udhaifu wao kurudisha amani na kugomboa tena mwingine ambayo imekabwa na M23. Sasa inakuwa jina ya Kabila wanakuwa wa wakitumia waibe wa pesa za serikali. Havitutishe vile vitisho vyao na eh, na kama ni ukumbafu wao utaonekana kwa, ingekuwa ni kusema kabisa, ni kufuatilia kumustaki rais mstaafu haiko kwa Seneti. Ndiyo wangeenda wangeitisha kongre mzima, konkret mzima ambayo itaikalisha chumba cha chini cha bunge na chumba cha juu wajiunge pamoja, ndiyo wanaweza kufatilia. Sasa amwarapashi waendesha ile ni procure general wa kuu constitutionel, haiko auditere general militaire, hapana. Donc ni vitu ya upumbafu tu. Uh, lakini licha ya hayo imeonekana kufikia hilo unalotaka kuitaja hapa sasa hivi, ni kwamba rais mstahafu amekutwa na makosa na ushuhuda ni mwingi. Hapa aliyetajwa kutoa ushuhuda kumuhusu yeye ni bwana Erike Mkuba ambaye aliweza kukamatwa na kuonyeshwa na jeshi la serikali kwamba alikuwa ni mshauri wa kimkakati wa kiongozi wa AFC bwana Corneille Nangaa, na ni yeye aliyemtaja rais mstaafu Joseph Kabila pamoja na Jenerali John Numbi kuwa na uhusiano wa karibu, pia ya ushirikiano na AFC, na ni kutokana na madai hayo ya huyo mtuhumiwa ndiyo ilipelekea serikali na swa mahakama ya kijeshi kuwa na ushahidi tosha kumuhusu yeye. Je, rais mstaafu licha ya kwamba rakinga ya kuwa seneti anaruhusiwa kuwa au kuingia kwenye mambo ya uaini, yaani kusaliti nchi, ikiwa ni kweli aliyoyataja au aliyoyatamka huyo mtuhumiwa Eric Mkuba. Sasa hii wanaanja isema tena siku gani? kwani ni, ni mambo ya zamani, kulikuwa hata prose waliita prose nanga na hukumu zimekatiwa pale ilima video ya Eric ambayo ilikuwa naona kama wanamsurutisha ataje jina la rais mstaafu? Si mavideo ilikuwa gisi, walikuwa namsambisha kule ku kule ku kule kule kule. Walisambisha na wanaonyesha namna gani wana, wanasambisha e, wakiwa wakamata kwa njia ya ya video masa, masambo vile na wakati ile masambo ili kesi ilifunguliwa ya ile waliita prose nanga, kwa nini hawakuweka jina ya rais mstaafu? Leo njo wanakuya kumbuka tena, wa warudilie mambo ya Eriki sinakuya sasa, ni vitu ya haya leo leo. Ile prose sijui inafanya mwaka sasa na nusu, imekatiwa prose na balikondane nanga, na viko kule ile majina yote e, ule kama uh, mstu, uh, mstumiwa kama Erike ile alitaja alitaja Kabila, walimwambia walikuwa wanamupatia majina ajitaje, hii ndiyo kabisa. Uh, preve wanayo, si walisema pale wanamstaki kusikia kama yeye alifika Goma, wanasema wanamstaki akuwe akihukumu ile wanaita aggression ya Rwanda. Leo inabadilika, inakuwa Eric. Waliibadilisha tangia ya siku gani? Mimi sijasikia ile komunike yenye ilitoka pale. Ilikuwa ni kusema wanamstumu ya kusema yeye alichagua rudi Congo kwa kupitia maeneo ambayo inatawaliwa na M23. Wanamstumu tena ingine, ilikuwa tumbili hii ya kuongeza tena, inakuwa ni kubandikabandika tena eh? Eric alistakiwa na wananga hawakukua hapa, walistakiwa na wakahukumiwa. Kwa nini hawakutia ile wakati jina ya Kabila ijapokuwa ilitajiwa deja kupitia nje ya mavideo zile zao za kuundaunda? Ilionyesha wazi kama e, wakati ile Eric alikuwa akitumiwa ataje majina fulani fulani, basi ilikuwa mavideo masambo ya vile, haikuwake ndugu, hakuna masambo, ikakuwa kama ni kule njo wanaanja rudhiria alio, inaonekana kabisa ni mambo ya kubandika bandika, ni ya kuungaunga tu wapate sababu yeyote eh, zidi wapate eh, ile ya kusema kwa nini hawapitie njia ya procure general, waende wakampatia ile mavideo kisha eh, na rais mstaafu tusikie wamemwitisha. Hapana, hii ni mambo ya ujinga ile ulisikia ile, sisi hatuyasikia ile, si tunajua hili makomunike ya le 19 avril na komunike mule amkukua kitu ile ya kurudilia tena ile vitu ya Eric kama kuba ule. Mheshimiwa Ferdinand Kambere, nimekushukuru kwa muda wako, na natoa pia shukrani yangu kwa chana lako. Asante. Asante.